Kwa hiyo kocha hana shida, wachezaji hawana shida. Uwanja ndio umeharibiwa. Huu uwanja umeharibiwa kwa 90%. Yanga akanyaji hapa hata mwafanyaje Yanga kanyagi akanyaji? Hata za ligi acha akanyaji mechi za, za za, za kimata hata mechi ya Simba na Yanga. Ya Yanga itapelekwa Zanzibar. Nisikize maneno yangu. Itapelekwa Zanzibar. Haiwezi kuchezwa huko ndani. Mwana huko ndani ushindi ya upo. Uwanja umeharibiwa. Pichi ni nzuri lakini mambo yale yako ya utamaduni hapo ndio imeharibu Simba asilimia 100. Hii mechi nimeomba leo. Leo nimeomba asubuhi nimekuja saa moja hapa. Niingie huko ndani nikafanya maombi yangu nimekataliwa. Ina maana kuna watu wengine wana nihujumu, wana hujumu Simba. Eh, yeah, nimekataliwa kuingia. Nikazunguka ile ni uwanja wa kule. Nikawaomba, jamani, naomba niko chini ya miguu yenu. Hii mechi niingie. Niingie kivipi? Niende nami nikafanya maombi huko ndani. Maana najua uwanja mbovu. Ndio maana kaka nikimbia. Nimekataliwa. Ina maana hao watu wanaokatalia nao wanafanya hujuma ndio kwenye mechi ya Simba ajue nini kipo ndani. Alafu watu wamevaa, wamevaa bila zile zani za za maskari kabisa wanaonekana kama ni watu wa Simba. Umeelewa? Wanakatalia nisiingie. Maana yake nini? Kuna watu wametumwa kuja kuharibu Simba. Na Simba kwa design wako endea, hata ubingwa kubeba itakuwa ni ngumu. Umeelewa? Maana kuna watu wamepangwa na Yanga wamewapanga na Yanga watafanikiwa. Maana Yanga walisema watachukua ubingwa mara kumi back to back. Na ukiangalia sasa hivi umetoka mara tano. Yango alitwambia Simba atafungwa mara kumi back to back. Tumefungwa mara sita, bado mara ngapi? Bado mara nne. Na leo ni mechi ya nane.

Mechi hapo hapo. Hapo kuna shida. Na Yanga kwa nini ubingwa walikuja? Walikuja Benjamin Mkapa kaenda kichwa kichwa, wewe tuilete hapa mechi Yanga ya yangaya Zanzibar, bagole kataliwa, akapata ushindi na mechi za za Zanzibar. Leo unaleta uwanja huu hapa, zamani wk wote vile mwanzo, akipata ushindi baadaye atatuacha juu. Lakini sisi kinachotumika ni, ku, mechi kwa mna haja kuileta hapa. Hii mechi ichezewe beja Samuyo, alafu unairudisha hapa wakati unajua hapo na yuwa, apa, una mechi nane unaweza kupata, unaweza kupata matokeo ulewe, mechi hapa lazima tuendelee kupoteza. Hii mechi nimeomba leo leo, nimeomba asubuhi nimekuja saa moja hapa niingie huko ndani nikafanya maombi yangu, nimekataliwa. Ina maana kuna watu wanahujumu Simba eh, nimekataliwa kuingia, nikazunguka ule uwanja wa kule, nikawaomba jamani, naomba niko chini ya miguu yenu, hii mechi niingie, niingie kivipi? Niende no ni na mimi kafanya maombi huko ndani. Maana najua uwanja mbovu. Ndio maana haka nikimbia. Nimekataliwa. Ndio maana hao watu wanaokatalia, Nao wanafanya hujuma ndio kwenye mechi ya Simba. Najua <coughs> nini kipo wanyama. Halafu watu wamevaa wamevaa zile zile za maskari kabisa, wanaonekana kama ni watu wa Simba. Simeleo? Wanakatalia nisiingie. Maana yake nini? Kuna watu wametumwa kuja kuyaribu Simba. Na Simba kwa design yako endea. Hata ubingwa kwa baba itakuwa ni ngumu. Simeleo? Mara kuna watu wamepangwa na Yanga wamewapanga na Yanga watafanikiwa, maana Yanga walisema watachukua ubingwa mara kumi back to back, na ukiangalia sasa hivi wamechukua mara tano. Yanga walituambia Simba atafungwa mara kumi back to back, tumefungwa mara sita. Ni ngumu kwa, bado bado, unaondoka, no, oh, no, like cool. Kwa design ambayo ipo haiwezekani. Leo mimi naingia humo ndani, nataka kaombe hapo, wanakatalia Haya matokeo si ndio hayo? Sasa matokeo ndio hayo ambayo ameyapata, ambayo kwa ana apiga kelele, mwisho wa siku ameyapata. Matokeo ndio hayo hapo, matokeo ambayo tulitazima tushinde, wewe iwezekane? Kibisawala anakongesha mwamba, magoli yanarudi, au sio? Mechi ya kwanza hizi mechi zote zinakongesha mwamba, zinarudi. Maana kuna watu wenye ujumbe, simba cha kufanya ni ruhusu niingie umo ndani, mbona ni ruhusu niingie? Wanajua nikiingia ndani mambo yao leo weka hapo ndani kuna viungo vingi. Haya, yeah. Kupa si ngo kupayo si, hapo kuna vyungu vinne sijui waliweka. Vyungu vinne ndio vimekoma hapo ndani. Simba hata acheze miguu ya geuze juu hapate ushindi huko ndani. Ngo, hawezi. Jungu ndani? Kuna mabwana najua. Kuna makufuli yamefungwa hapo mpaka yafunguliwe, ndio Simba anaweza kushinda hapo. Mimi mwenyewe sinajua kama kuna vyungu vinne 4. Mimi mwenyewe ninazo za kufungua hapo ndani, Simba aweze kushinda na kama unakataa, hii hii ni mechi ya nane, mechi ya nane hii hatushindi. Kwa hiyo kuna shida kubwa ndani ya Simba ambao hatupe nafasi, wakati tunajua kwamba Simba shida yake humo ndani, kwenye hiyo pisi. Kuna watu wameharibu huo uwanja, ndio maana akakimbia, wakakimbia na hataki kucheza hapo mechi ya ligi, hataki mechi ya kimataifa, hataki. Wewe unanielewa, mpaka hapo ndio hivyo, umeharibiwa mpaka tena urekebishwe. Hapa alikuwa hivi Benjamin Mkapa hakuna mtu anayetoka. Lakini leo mechi ya mataifa tunafungwa na za ligi tunafungwa. Maana yake nini? Hakuna mtu anaweza karekebisha hapo. Iwa mimi mwenyewe wao wamenikatalia mimi saa 12 asubuhi nisiingie. Kwa nini wananikatalia nisiingie? Hao ndio madhara yanayosababisha Simba nisipate ushindi. Wao walikuwa na getini wamekatalia nisiingie. Kwa nini wanakatalia? Kama mchungaji hiyo viungo ndio vinazuia mafungu, viungo vinne ndio vinasababisha Simba asishinde hapo. Na hata shinda mpaka vitolewe hapo <tansi> nasema hivi, hivyo viungu vinne si, si, nasema sio mambo ya kimpira. Mimi ndo nakueleza ndio mambo ya kimpira wa Afrika, mpira wa Afrika ndio ulivyo. Yanga walijua kuna viungu vinne na wamevitegesha wakaondoka zao wakaenda Zanzibar. Simba akiingia humo ndani mechi za kimataifa yanafungwa, ni Simba akiingia humo ndani mechi za ligi anafungwa. Mechi ya nane Simba hapati ushindi humo ndani wenyewe atakavyoamua mege samuyo haina shida. Hata ile mechi angepeleka kule Simba angeshinda ile, anaangania huko ndani. Samuel anacheza vizuri sana mpaka mkatamani, mpaka kwa hiyo kocha hana shida, wachezaji hawana shida, uwanja ndio umeharibiwa huu. Uwanja umeharibiwa kwa asilimia tisini. Yanga kanyagi hapa, hata mechi za ligi, hata za ligi, acha kanyagi mechi za hata za, za kimataifa. Mechi ya Simba na Yanga ya Yanga itapelekwa Zanzibar, nisikize maneno yangu, itapelekwa Zanzibar. hawezi uchezea uu nani mwana ume ndani, ushindi haupo, uwanja umeharibiwa. Pichi ni nzuri, lakini mambo yale yako utamaduni hapo, ndio imeharibu Simba asilimia mia moja. Simba Simba, inatakiwa iwe na kocha namna gani kwa sasa? Bado unyelelewa ndugu yangu, kocha ana shida, utafukuza makocha kila unayomleta wachezaji wote ni standard, wana wanafanya mambo makubwa, lakini humo ndani uwanja tu ndio shida. Ndio maana meja tukienda kule meja tuwe kupata sare, meja ya mechi zote tumeshinda wai hapo, tunafungwa mechi ya nane. Ndio maana leo saa kumi na moja saa kumi na mbili iruhusiwa ni njoo humo ndani, lakini wamekatalia matokeo. Ndio hayo hapo, na bado